Naomba nimalizie kwa kuzungumzia jambo moja ya changamoto zilizozungumziwa kuhusu upatikanaji wa vifaa ambavyo nimeomba niwashike mkono na shauri nitengenezee mchanganuo wa orodha ya vifaa vinavyohitajika kwenye kitengo cha matibabu ya figo nitumie nakala rasmi ambaye nitaitumia kuwaomba marafiki zangu na wadau mbalimbali watusaidie kuwawezesha kutu, upatikanaji wa vifaa hivyo. Naamini kwamba tukichanganya juhudi zinazoendelea nazo na uungaji mkono wa serikali zitawezesha kitengo kipya kuanza kazi mara moja. Mheshimiwa Mama Anna Mkapa kuangalia wakati ujao, tunategemea sasa wakati tunasubiri hilo jengo, kama ulivyotembelea kwenye kitengo chetu cha figo, ao tumekipanua kwa sasa, tulikuwa tunajua tutapata hizo fedha, ilibidi serikali sasa, mwaka juzi, ya kupitia ustari yetu na management ile la eneo ambayo ambalo tumelitembelea pale chini, tufanye upanuzi ambapo tulitumia bilioni moja zimefika mpaka almost bilioni mbili kutokana na variation zingine ambalo liko wazi ndani, ili tupanue hizi huduma wananchi wengi waweze kufanywa transplant. Kwa hiyo kupitia mapato yetu ya ndani tuliweza kujikamua humu tukapanua pale, na Mheshimiwa Makamu wa Rais aliyepita Mheshimiwa Mpango alipita pale akazindua, lakini sasa challenge iliyobaki sasa hivi ni kupata vifaa mle ndani ambavyo vitagharimu kama bilioni mbili pointi tatu hivi. Ni vifaa vya theater, vifaa vya eh, eh, kufanyia upasuaji wenyewe, lakini pia madaktari, vifaa vile vingine vya, vya kuhudumia pia wagonjwa wa figo, ambapo bajeti yake tuliwasilisha pia wizarani, na kwa kutokana na ufinyu wa bajeti mwaka huu haikupangiwa bajeti kwa sababu ya hali ilivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea sisi kama management kushirikisha wadau mbalimbali ili kuona wakati serikali inajipanga pengine kwa mwaka kesho au mwaka mwingine basi hilo jengo lisiendelee kuwa wazi, maono yake ya, maono yetu ya kupanua huduma za upandikizaji wa figo yaweze kutimizwa kwa kuhakikisha kwamba tunapata vifaa hivyo na tuweze kuwahudumia wananchi wengi. Kwa hiyo tumeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, na mwaka huu tunaadhimisha miaka kumi ya Benjamin Mkapa tulianza hizo shamra shamra tarehe 15 mwezi wa kumi tunaenda kumalizia hizo mbio tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 tutahitimisha hayo maadhimisho ya miaka kumi ya kuanzishwa Benjamin Mkapa, na tumepanga kwamba siku ya tukio hilo ambapo tumeomba Mheshimiwa Rais aweze kuwepo pia tutafanya fundraising kwa ajili ya kuanzisha mfuko utakaosaidia wananchi kupandikizwa figo pamoja na uloto. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wadau wetu mbalimbali mbali na pamoja na wewe pia pale utakapoguswa, basi kwa mahusiano mlionayo na vyombo vingine, basi mtuweze kushika mkono katika hilo eneo. Kwa sababu tunajua kwamba mfuko huu wa transplant au wa upandikizaji uungo unahitaji kutunishwa kwa sababu ya gharama kubwa ya upandikizaji wa viungo. Mfano upandikizaji wa boni maro yani uloto una gharimu milioni 75 kwa mgonjwa, kwa mtoto mmoja, kwetu sisi hapa ukienda Marekani au Europe au South Africa inafika milioni 130 kwa bado tunaokoa karibu milioni 40, kama serikali ingewapeleka hawa wananchi nje. Lakini upandikizaji wa figo unagharimu milioni arobaini kwetu, lakini ukienda nje ni sitini na kuendelea. Kwa hiyo bado uwekezaji huu wa serikali unaokoa fedha nyingi na ukaribu wa mgonjwa kwa wananchi kuliko kwenda kule i ana gharama pia kwa familia. Kwa hiyo tuliona sisi kama taasisi tujiongeze, kwa kushirikisha wadau wenye moyo waweze kutusaidia na kushika mkono, kwa sababu haya mambo ya ku kuomba wadau kushika mkono, sio sisi tunaanzisha peke yetu. Hata ulaya kule yapo organization kubwa, hata WHO inashirikisha wadau pamoja na e, kwamba member countries wanachangia, lakini wadau wengine wanaweza pia wanaoguswa huwa wanaweza ku support hizi activities. Kwa hiyo support, serikali yetu imefanya kazi kubwa, lakini pia tuendelee kuiendeleza wakati wizara na yenyewe ikiendelea kufanya jitihada kubwa za ku mobilize resources za ku huduma, za resources za kuendesha hizi huduma za kibingwa ubobezi ambazo serikali imeshazianzisha mm -hmm.